Riu Teresa mamake Muraya akiugite maica no maya uyu ni thutha wa kambuni ya Zunguka Africa Safaris gukorwo iki matwara tua kuria Mombatha mena awiri tondu ni maragituikire a kambuni iyo riu kwa ihinda riri Teresa mamake Muraya na awiri makiri kuria mwena wa Mombatha maki enjoy Sema nini guys? Eh, nimepaka. Seangus enimepaka ati lipstick. Kwani tutajipaka lipstick na tumetoka huko kwa nini? E, ni

maisha na riu ni turakiona uria Triza agithiite na mbere na gukorwo akenereire undu uyu wa gukorwo akiumite kihikoini na agagiuka guku nja na akona maisha mangi tofauti maria atarakimenyerete o ta uria urakimwona hau bichini no kuina araina na kuo guku mena esiwa wili

Abira akoneka akigite na a very good time kuria mombathana no nguririkanie na gitio u subscribe u comment no share